Imeelezwa kuwa utoaji wa elimu ya kidini kuhusu amani na utulivu ndio msingi imara wa kuleta mabadiliko chanya kwa jamii na taifa kwa ujumla. Kauli hiyo imetolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba, wakati wa ibada ya sikukuu ya Krismasi iliyofanyika katika Kanisa Kuu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT Azania Fronti jijini Dar es Salaam. Manufaa ya amani ni makubwa na uleta maendeleo ya kiuchumi, huimarisha ustawi wa jamii na huwezesha kila mwananchi kushiriki kikamilifu katika kujenga taifa. Aidha, amesema ushirikiano baina ya taasisi za kidini na jamii kwa jumla inaweza kuwa kielelezo cha kuleta maridhiano kwa mustakabali wa amani, kuendelea kushirikiana na serikali, viongozi wa kijamii na makundi mbalimbali mbali, kuendelea kushirikiana na serikali katika kutoa elimu ya umoja na amani kupinga chuki na migawanyiko na vitendo vyovyote vinavyoweza kuvuruga mshikamano wa kitaifa. Pia Daktari Nchemba ameongeza kuwa serikali itazidi kuhakikisha inazidi kudumisha umoja kwa kusikiliza maoni ya wananchi, hususan vijana, ili kuthamini uzalendo katika taifa, maadili, haki, kuheshimiana, uvumilivu na uzalendo kwa taifa letu. Serikali inaendelea kueleza wajibu wake wa kulinda amani na usalama wa nchi pamoja na kuwajenga Watanzania, hususani vijana, kuthamini dhana ya uzalendo kwa nchi yetu. Lakini muhimu kutambua kuwa amani ya kudumu haiwezi kujengwa na serikali peke yake, bali familia, jamii nazo zina nafasi ya kipekee katika kuimarisha misingi ya amani kupitia mafundisho ya maadili, upendo, haki na kuvumiliana. Mimi ni Elisha Kanani wa SAUT Digital. <muchilu>